Naam, nite Madema au Dr. Maganga ndugu zangu. Leo nimekuja kukufundisha dawa aina saba zinazotumika kwenye mapenzi, kuvuta na kumrudisha mtu, kufarakanisha na kuachanisha. Vile vile unaweza kuzitumia hizi hizi dawa na zinakwenda kufanya kazi nzuri kabisa, lakini kumfanya mwanaume akupende sana au mwanamke akupende sana, akuwaze akufikirie. Eh, lakini pia kumfunga tabia za kutoka toka hovyo, yani kama ni msaliti saliti sana, haeleweki mbahili eh. Eh, unahitaji umondoshe kabisa katika hivyo vitu. Lakini mlikuwa mmeahidiana kuoana kuoana, lakini ahadi hizo zimepotea eh, umehisi mwanaume wako amechukuliwa na mwanamke mwingine, au mwanamke wako amechukuliwa na mwanaume mwingine. Sasa unahitaji kumrudisha na uweze kumtuliza. Hizi ni dawa, nitakufundisha dawa zenyewe ni hizi hapa. Cha kwanza utaanza kuandika majina ya mwanaume, sawa Alafu utafuata na majina yako. Kama wewe ni mwanamke utaanza majina ya mwanaume, na kama wewe ni mwanaume utaanza na majina ya mwanamke, sawa. Kwa kutumia yani majina hayo utaandika kwenye karatasi nyeupe kwa kutumia zafarani nyekundu, kisha utachukua mafuta ya taa utaweka kwenye kibatari hicho, eh, utachukua na tambi utaweka mafuta ya taa hizo, karatasi hizo zilizoandika majina ziweke ndani ya kibatari hicho, sawa. Dawa zinazoingia humo kwa niaba ya kazi yako, utachukua dawa inaitwa nyegonyego nyego nyego hiyo ni dawa sawa. Utachukua na dawa inaitwa runduta. Utachukua na dawa inaitwa itandula. Utachukua dawa inaitwa mkulungu uliopigwa na radi sawa. Utachukua mripu, utachukua na mpapatiko, utachukua na dawa inaitwa manogela. Hizo ndio dawa ambazo unatakiwa uzichanganye kwa pamoja, uziweke zote ndani ya kibatari, muda huo umeshaweka mafuta ya taa, kisha nuia kwa manuizi yale unayoyataka kupitia mwanaume wako au mwanamke wako. Kama ni kufarakanisha, ongea kufarakanisha. Kama ni mapenzi mazuri kumvuta na kumrudisha, basi ongea kumvuta na kumrudisha. Kwa uwezo mwenyezi wa Mwenyezi Mungu, kutwa tatu haiishi, mawasiliano yatapatikana, hata kama alikuwa amesha kubloku karibu uweze kujipatia dawa, karibu uweze kujipatia tiba. Hizo ndio dawa nimekuja kukufu